Kwa hivi vijana, msikate tamaa, rudisheni moyo katika kuzungumza na serikali ili mtawale nchi yenu, na hakikisheni mfumo wa uchaguzi ulio wa haki unarudi. Hakikisheni uchaguzi ulio wa haki unarudi, mtapata viongozi wazuri zaidi na mtatatua matatizo yenu, sababu nyinyi wenyewe mtakuwa vijana, mtakuwa sehemu ya utawala wa nchi. Nchi za Ulaya ziliwapuza vijana, ni wachache. Sasa hivi kienda kila nchi Ulaya, kuna vyama vimeanzishwa kwa ajili ya vijana. Juzi niliitwa eh, na Bunge la Umoja wa Nchi za Ulaya, nilikuwa Brussels juzi. Hata waziri mkuu alipigia simu nilikuwa kule. Wameamua kufuta mikopo, nikamwambia, jamani mnapofuta mikopo mnatuua sisi. Mbunge mmoja anayesimamia vijana wa nchi ya Ujerumani nasema sisi tumeamua hatutafuta mikopo itakayogusa uwekezaji wa vijana wetu nchini kwenu, ili vijana wetu na vijana wenu washikamane. Nikamwambia bado tunaomba msifute mikopo inayohusu sekta ya afya na elimu, hasa elimu ya chini ya msingi na sekondari, msifute. Wakakubali, nchi zingine zimekubali. e, nchi kama Uingereza wamekubali, wamesema wenyewe hawatafuta afya elimu mazingira na maafa. Sema tukifuta misaada yote, ikitokea tetemeko, watu wakafa, mafuriko, nani atakayewasaidia? Sema si atufuti mine, balozi ameongea, kila nchi imetaja. Lakini kweli misaada mingine na, na mikopo mingine inaondolewa, no. Lakini inaondolewa kwa nini? Sasa tujawasikiliza vijana, tumewapuuza vijana, tumepuuza ukweli wa viongozi wa dini, tumepuuza ukweli wa raia, ndio tumefika hapo. Unasema Brussels, kwenye bunge la Ulaya hali ya Tanzania, hali yetu ni mbaya kwa sababu Waafrika wenzetu walioko kule sema hata Tanzania kweli imefika hapa. mwezi wa pili mwaka huu tarehe 28 hadi 27 maaskofu hapa walifikiwa na tum kamati maalum ya maaskofu kutoka Kongo DRC Rwanda na Burundi kuja hapa kwa siku 24 paka 27 kujadiliana namna gani kurejesha amani na utawala wa watu katika Kongo ya Mashariki. Wamejadiliana hapa, wanaomba baraza la maaskofu liwasaidie kuonana na rais wetu, na rais wetu akakubali, ila alikuwa safarini Tanga. Akampa makamu wake, makamu akampokea, akamwambia tutawasaidia. Sasa wanasema nyinyi, wanauliza sasa hivi wajuzi na wanapiga simu kila siku, si unajua DRC Buru, Rwanda, Burundi, tuko ndugu, sema na ninyi tena. Sasa tutaenda kwa nani? Haiba ile tunaita reputation ya Tanzania kidunia imeharibika mno mno, tunahangaika kuisafisha, tunasema tumekosea, tutajisaisha. Lakini ndio jisaishaje wakati tumeweka uongo mbele? Unasema nitafanya hivi halafu ufanye fanya hivi ufanye alafu na wahujumu ambao wanataka kuleta eh, kwa mfano, kwenye uchaguzi unahujumu ushindani. Hakuna uchaguzi bila ushindani. Vijana wanapenda kushindana, vijana wana creativity, wana ubunifu eh, unachagua kundi la vijana moja unaliinua moja lingine unaliacha. Tumekubali nchi ya vyama vingi, demokrasia ya vyama vingi. Kama tunataka demokrasia ya chama kimoja turudi nchi za demokrasia chama kimoja, kama China, watu wanaenda vizuri sana China. mwaka 1989 waliua vijana kama tulivyoua sisi juzi. Tiananmen, Tiananmen, eh? Square, waliuawa mamia ya vijana kwa sababu walikuwa vijana wana critical thinking. ni vijana ambao hawadanganyiki, siku hizi ni vijana waelewa vitu, wana hoji na wakihoji, wataki kudanganywa, nataka ukweli. Na wakiongea uongo na kwambia, mbona jana ulisema hivi hivi leo nitakuaminiji? Kwa hiyo vijana kwa kweli tuseme kwamba eh, watarejesha heshima ya nchi yetu, wataijenga upya nchi yetu. Ni vijana wataijenga upya nchi yetu, tuwasikilize, twende nao, na vijana wasikate tamaa, wasikate tamaa, tukae tuongee na tuwasikilize na tufanye wanayoyataka vijana. Wameambiwa wameaswa wawe wavumilivu, hata swala sio uvumilivu. Swala ni swala, sio kuvumilia. We mtu unamnyima, una haki yake leo, alafu unamwambia avumilie. Mwambie kwanzia kesho hakuna atakayetekwa. Iweni huru vijana, fanya shughuli zako kwa uhuru. Ukiwa na issue, vyombo vya habari vipo, ongea kwenye vyombo vya habari, usiende kuongelea nje wala kuongea kwenye, kwenye social media tu, ongea katika hivi. Wape uhuru vijana kuongea maadili ya uandishi wa habari yapo, wape vyombo vya habari vifanye kazi. Kwenye vyuo vikuu saa hivi huwezi kuendesha midahalo mi, mi kama ilivyokuwa zamani. Zamani sisi tulishazoea chuo kikuu cha Dar es Salaam, ndiyo kuna eh kuna kuna brain of the country, watu ambao wana upeo mpana wa mambo. Kwa kila Jumamosi kuna kongamano kubwa linarushwa na wakati ule ITV masaa matatu Jumamosi yote umekaa naangalia mdahalo kuhusu uchumi, kuhusu madini. Mimi mwenyewe nilikuwa na na, na, na, na, na nashughulika kuhusu mambo ya natural resource. Tumeongea sana mpaka ikaja sheria ya makinikia tulitokea huko. Na alikuwa pale Chuo Kikuu cha Dar es Salaam nakumbuka kuna siku tumealikwa pale nimetoa maada mimi ametoa maada mtaalamu mwingine tukaongea pale eh? Lakini midahalo hiyo iliisha na mdahalo wa mwisho nakumbuka kufanya chuo kikuu tulipoitwa mara ya mwisho tulifanya na Magufuli Mheshimiwa ni mheshimiwa, kwa nini kila mtu anatumbua? nilimuuliza swali Magufuli kwenye mdahalo ule wakati ule. Kila mkuu mkuu wa wilaya fulani fulani anatumbua, mkuu wa mkoa fulani anatumbua. Tukasema tungeona mambo atumbue walau mmoja, kila mtu anatumbua, mbona ni vurugu eh? anatumbua, anatumbua. Asema basi tumepokea swala lako faza, tutafanyia kazi na hivi eh, na hivi. Lakini vijana pale waliokuepo walisikia, walijifunza eh? Miedahalo vyo vikuu inayohoji masuala ya nchi inayohoji vitu ambavyo ni kero za wananchi, haipo. Media hazipo, kuwa vyombo vya habari ni hatari sana. Weka mazingira kama yalivyokuwa 2015, ya kisiasa kurudi nyuma. Kama tuliamua vyama vingi kuanzia 1994 95, e, uchaguzi mpaka 2015, turudie mazingira. Haukuwa mkamilifu, haukuwa mzuri, tumeanza na vyama vingi mwaka 95 5 uchaguzi, upinzani umepata viti bungeni, wamekuwa na wabunge 23, mwaka unaofuata 26, mwaka unaofuata 41, mwaka unaofuata 2010 84, mwaka unaofuata elfu mbili na kumi na tano mia moja kumi na mbili, elfu mbili na ishirini wabunge nane. Kitu gani ukiacha wale simnaoita wa covid wa vitu wa gani ukiwacha, ambayo atujua liingizwaje na wenyewe